Tani, unaongea na nani? Unadia unanichosha. Mke wangu, tuna ugeni. Ugeni huu hapa. Halo, mama mama Tano ameanza majanga yake hapa, naofia anaweza akaondoka usiku huu eh. unampigia mama umwambie nini eh? usiku huu unajua, mama ana presha. Unata, unatafuta nini unatafuta mama afe? Ujue sina baba, niko na mama tu. Usitake kunivuruga sala, mke wangu, usitake kunivuruga. Nitakufumua vibao sasa hivi, Mwenda wazimu. Na unanijua vizuri. Shenzi ye. Ati! Sauda. Ingala, ingala, isi bidi Ingala, ingala, isi bidi Ingala, ingala, isi bidi. Usisubuti tena kwenye nyo mkumuko kumpiga mwanamke. Mwanamke ni kumipigi, mwanamke. Mwanamke kiumbe muhimu sana kwenye dunia. Atakiu kupigwa. Bai nahitaji kupendwa na kuheshimiwa siku zote. Mwanamke natakiwa apigwe, ili ashike ya adabu na elimu pekee kwa mwanamke. Akikukosea inatakiwa kumuwasha kweli kweli. Kwa hiyo huyu akinikosea lazima nimpige, ndio mafunzo pekee kwa mwanamke. Hapana, unajidanganya. Unatakiwa utambue kuwa katika hii dunia mwanamke ni kiumbe muhimu sana, kwani hata wewe usingelikuwepo hapo kama asingekuwepo mama. Kwa hiyo unahitaji upende mke wako na mheshimu. Lakini kwa sababu umekubali kunisaidia, kesho tutaonana tena, nitakupeleka nikakuonyeshe yule binti ambaye unahitaji uende kwa mwokoe, kwa sababu unachohitaji kwake apate amani ya moyo tu, asiyapate mateso. Na hicho ndicho unachokihitaji kwako, umsaidie binti yangu na si kingine, sihitaji mpigane, sihitaji mgombane wala mfarakani kwenye nyumba yako, nahitaji kumsaidia mwanao. Sasa naomba unisikilize, nikikusaidia kumpata mwanao, mimi na wewe tumemalizana. Usije kunitokea tokea tena kwenye maisha yangu, uniache na maisha yangu, familia yangu yote inaniona mimi kichaa. Kila mtu kwenye hii jamii inaniona na mimi mwenda wazima. Mke wangu huyu haniamini kwamba mimi ni mzima, anahisi mimi nafuta bangi. Kwa hiyo Sauda, Sauda, tukimalizana hapa tumalizane, si ndio? Mke wangu ndio, sema ndio, kwani pale kuna mtu? Sema ndio. Umeona anavyoniona mwenda wazima. ninayoyapitia mimi ni makubwa, huwezi kuamini. Kwenye maisha haya mimi ni mtu pekee ambaye nakutana na kiumbe chochote ambacho wewe huwezi kukiona wala mtu mwingine yoyote. Ndani? Hapana, nilitegemea mtoka mmeshajiandaa, kumbe bado ngoa. Basi mamshe mama ili tujiandae harakaharaka tuai. Basi sawa, mfanye haraka, maana yule mganga ana watu wengi sana. Angalia sijui tukaenda tukakuta foleni kubwa. Sijali sasa hivi. Sala, hey! We vipi, mbona tunashitana tunashitana bwana, wewe asubuhi yote unakuja nyumbani kwangu? Hmm. Tan, ina maana bado tujazoea salama damu, wenye wapo hapo ndani. Wifi, wifi! Abee wifi yangu, kuna mgeni hapa nje, sijui mmemuona au ndo namuona peke yangu kama mme wangu? hmm. Ila wifi hawishi vituko, huyo ndo nilikwambia atatupeleka kwa mganga ah. Unajua kuna vitu vingi najiuliza sana. Hivi kuzimu huko kuna watu wana mahusiano? Na kama kuna watu wana mahusiano huyo bwana wako ambaye uko naye huko hana wivu? Muda wote upo hapa duniani unanifuata handsome kama mimi. Hajisikii vibaya? Eh? Lakini kingine, ushawahi kutana na Raila Odinga? Au Nyerere? Kwa sababu hao ndio viongozi wanaokuwa pamba Afrika Sakina, nikiongea ujibu. Wewe una shida gani? Nani? We. Ah, karibu. Ah. Kaka wewe. Hey. Karibu. Ah. Salama. Mwambie rafiki yako kwa amenikalia. Kwani we una mdomo, eh? Ah, kaka, vipi tena? Mwambie asogee hapo na akae pembeni ndugu yangu, kwani wewe uone kama hapa kuna mtu, kuna mtu hapa? Ah, kuna mtu. Kwani una mtu hapa? Nilikuwa ah, nimesahau kaka, hapo mkalia goligota yule binti nafsi. Koma. Koma. Mwambia, nisamehe, sikuwa nimemwona. Nadhani umesikia alichokisema. Mwambie we makini, anapoingia hapa ndani akuulize kabla hajakaa sehemu yoyote. Wewe mama, mbona mambo mengi jamani. Haya, baba anasema next time unapokuja kwenye hii nyumba uwe unaniuliza maswali kabla ujakaa. Je, kuna mtu hapo? mm. <laughs> makubwa haya haya kweli. Sasa mambo mpwito mpwito, ina maana siku hizi ndugu yangu umekuwa mkomavu sana Umeamua kabisa uishi na inafsi hapa nyumbani. Fata kilichokuleta, mengine hayakuhusu. Mbona umesimama hapo ndio kusema umechoka na kama wewe mwenyeji umechoka sisi eh? au tunakaribia kufika bada Samani hicho ndio mke wa kaka yake na Nurati hey, kuna maneno nataka ni kukaririsha na uyaseme kwa sauti kubwa maana huyu mganga wangu anataka kama kuna mtu alishawahi kuja basi akija yule mwenye shida aseme maneno haya sasa mimi hapa nilishawahi kuja, kwa hiyo utaratibu wote mi najua. Sawa, niko tayari. Sasa nataka useme maneno yako kwa umakini. tulimo tulaza, tulimo tulaza, tulaza. Rudia na useme kwa sauti kubwa. tulimo tulaza, tulimo tulaza. Sasa tunaweza kwenda, kifagio rafiki yangu. Ushaanza kunitisha kwa hayo masharti yako Nurat. Mjakacho vunguni siku zote sharti ya iname. Tumeshafika.

sana jamani. <laughs> Ina maana ulikuwa unasema kweli kabisa kuwa hii nafsi ipo hapa? Au nikijali ndugu yangu, kaka huyo hapo, kila anachozungumza na kusikia huyo hapa. <sighs> Sawa. Vipi, shemeji yuko wapi? Kama kuna kitu umenikumbusha. Unajua tangu nimeamka sijamkuta, sijui kaelekea wapi. Na anajua uwepo wa hii nafsi? Mm -mm. Hapana, kiukweli sizani. Kwa hiyo unasema kweli kabisa, bado ipo kaka? Bado yupo. Kwani nataka kuongea umbea gani? Bado yupo, anakutizama na amekodoa macho kodo. Kwa hiyo kitu anakongea kibaya, basi sawa, wacha mimi niende, mbona ndoka mapema. Kwa hiyo bado yo nafsi inanitizama? Ah. Eh? Ndio, yupo huyo hapo, anakutizama tena, amekukodolea macho huyo. Wacha mimi niende kaka. Hapa nyumbani kwako, subiri tupate hata chai kisha ndo uondoke. Chai. Hapo kwenye chai sasa ndo nimeanza kukuelewa. Ipo hiyo chai kweli? Eh eh. Kaka, nyumbani kwangu mimi hakuna njaa. Hata mwanamke kabla hajaondoka, hajafanya jambo lolote, cha kwanza lazima niandalie chai. Kwa hiyo kanaendelea chai, lakini japokuwa mimi sijui kaenda wapi. Ah, sasa ngoja mimi nichukue chai. Lakini usijione mpweke. Uko na nafsi hapo. Kwa hiyo unaweza ukapiga naye story mbili tatu. Mambo yakaendelea hana ga ubaya so. Nakuja mama. Eti kweli upo hapa? kama upo basi

breakfast kwa pamoja. Mbona ndio chai, naona kama haipungui? Wanani anakunywa kunywa vipi? mama, mama. Karibu chai vindo. <laughs> Kicheko jii uh -huh. Mganga mwenye lano uh -huh. <laughs> Wewe unaonekana mumeo amechanganyikiwa sana tena sana, hey. Ndiyo, <coughs> <Mdile>, mganga, umejuaje? <coughs> uh, michezo hiyo <yu. tos> Mimi ndo mganga mganguzi wa mambo yote magumu. <coughs> Uh, anaweza kukaa na kuanza kuongea peke yake. Uh, akisema anaongea na msichana anaitwa Sauda. naona mumeo alipata kazi na kwa sasa anajiandaa wiki ijayo aanze kazi. <laughs> ila ndo hayo ya kumkuta yamemkuta, anaongea peke yake na kuanza kukimbia. <laughs> Ni kweli kabisa baba yangu, hayo unayoyasema yani kama ulikuwepo, ndivyo hivyo hivyo, hivyo, hivyo anavyofanya baba yangu, yani ujakosea hata mmoja. ah, mtaalamu mimi hapa mama yake tano. <laughs> <laughs> Mama, ilo swala ni achie mimi. uh -huh. <laughs> Acha nipige ramli kwanza. abuju abuju abuju buju abuju abuju, abuju. Wewe unamjua rafiki wa mumeo anaitwa Kizigo? Ndiyo mganga, namfahamu, ni rafiki yake sana na, na ndiyo aliompeleka kwenye hiyo kampuni ili apate kazi. <laughs> Mayonga yonga yonga mayonga yonga yonga, abuju buju buju! <laughs> Sasa huyo ndo mbaya wenu. Baada ya mumeo kupata kazi, akaamua mloge ili awe kichaa <laughs> na kwa sasa amebakiza siku tatu tu, leo, kesho na kesho kutwa, ili aanze kuokota makopo awe kichaa kabisa, apotee kwenye ulimwengu <laughs> Mayonga yonga yonga mayonga yonga yonga mayonga yonga yonga mayonga yonga yonga <laughs> Mganga, sasa ninamsaidiaje mme de wangu jamani? Ngoja kwanza niangalie nguvu za mganga aliyeshiriki. <laughs> Ila msijali, mimi ndo kicheko, sijawahi kushindwa na kitu chochote kile. <laughs> Mizimu ya kina babu, ya kina bibi, ya kina shangazi, naomba mniangalizie mizimu uliofanya hivi kumzidi nguvu hey. <laughs> Tano ndugu yenu amehifadhiwa kwenye bahari ya Shamu kwa Mtemi Ndambaya. Uh, ndugu yenu tano amehifadhiwa kati katikati ya bahari ya Shamu uji nini? Kwa Mfalume Ndambaya. <laughs> Tunafanyaje mganga? Mi nataka mmeangu apone. Abujo, abujo, bojo. Mbaya hiyo, mbaya hiyo ina <laughs> maana ili nafsi bado ipo kaka, mbona wasiwasi? yuko bado. Ah, sasa, mbona hanywi chai? kwa kweli, hata mimi nashangaa maana naona hanywi chai. Mimi sina mwili na ndio maana siwezi kunywa chai. Ningekuwa na mwili ningekula vitu vingi sana kwa sababu naenda sehemu tofauti tofauti na hayo yote nikutafuta msaada. Jamani eh, eh, eh, eh, wewe, kwa hiyo tangu ufe wewe haujawahi kula chochote. Ah, kufa tena mimi nife. Ah, bwana kuwa siliazi bwana. We nadhani utakuwa umechanganyikiwa hapana. Ah, ah. Kaka, naongea na hii nafsi hapa maana inasema tangu imefariki haijawahi kula kitu chochote ah. Akasemaje? Ndo namsikiliza hapa, bado hajanijibu chochote Sauda. Ani? Vipi? kuna mlio nilikuwa nausikia hapa, lingala lingala isibidi, lingala lingala isibidi. Huyo binti anaondoka. Unamaanisha binti ndo kayayuka? Kaya, ndio. hmm. ndugu yangu unajitahidi sana. Ah, kaka, kidogo tu nimpigi mke wangu. Kwa nini mke wangu alichukua simu na kumpigia mama yangu, kumwambia mimi nimechanganikiwa. Aya, mm. Mambo hayo tuachane nayo, kwama vii tuenze tukijueni. Ah. Sawa. Usijali, upo uwezekano mkubwa kabisa wa mumeo kupona na kaishi maisha yake bila tabu yoyote ile. Na mimi pia, upo uwezekano wa kwenda huko Shamu kabla ya siku tatu za usiku wa mwezi mpevu, lakini inahitajika gharama ya kafara. Mganga wetu wa lolote loteli tutafanya ili mradi tu mwanangu awe sawa. <laughs> Uh, inahitajika kuku mweupe jogoo mkubwa sana. <laughs> Pia inatakiwa mchele kilo mbili. <laughs> Uh, msisahau, inahitajika na laki mbili na nusu kwa ajili ya vifaa kama vile udi <laughs> Mana naenda ujinini na majini, wanatakiwa ni wape udi ili wasinione mimi mbaya. <laughs> na mengine mengi kukamilisha kabla siku ya tatu ya mwezi mpevu <laughs> eh.